Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika injili ya Matayo sura ya tisa aya ya tisa hadi ya kumi na tatu. Nitaisoma. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Matayo, akamwambia nifuate Akaondoka akamfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na wito wa mtu anayeitwa Matayo. Matayo, maeneo mengine katika Biblia wanamwita Lawi. Alikuwa ametoka katika kabila la Walawi, na katika kabila hili la Walawi wao, kwa kuanzia mwanzo wa baraka zile ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa amewapatia watoto hawa wa Yakobo Walawi walikuwa ni wahudumu wa patakatifu patakatifu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Walikuwa wametengwa kwa ajili ya kuhudumia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu patakatifu patakatifu. Wao badala ya kuweza kubakia katika kazi ya kuhudumu katika hekalu la Mwenyezi Mungu, huyu Lawi akaondoka akaenda kuungana na serikali ya Kirumi katika habari za kukusanya kodi akawa ni mtoza ushuru na kodi. Kipindi hicho zilikuwa zinatozwa na, na serikali ya Kirumi kwa kila mtu ambaye alikuwa si raia wa Kirumi. Yaani Warumi wameenda kuwatawala Waisraeli katika nchi yao wakaanza kuwatoza kodi. Kulikuwa kuna kodi zenye maudhi sana, zenye maumivu makubwa. Sehemu aliyokuwa amekaa ni forodhani. Maana yake nini? ilikuwa ni eneo ambalo wafanyabiashara walikuwa wanapita pale, ilikuwa ni eneo ambapo pia wavuvi walikuwa wanakuja, yaani kazi yake yeye, akaanza kuweza kuchukua kodi, akaungana na serikali ili ya Kirumi kuwatesa ndugu zake. Kuna kipindi mtu unaweza ukapotea katika wito wako, ulikuwa unapaswa kuweza kuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu uweze kuhudumu patakatifu patakatifu ndani mwako una wito wito wito wa kilawi wito wa kikuhani, ukaacha huduma ya wito ule wa Mwenyezi Mungu, ukaanza kufanya kazi nyingine ambazo Mwenyezi Mungu hajakuandalia, ukaanza kuwatesa wenzako. Na mara kwa mara ukimwona mtu katika eneo fulani anawatesa wenzake, anawaumiza, utambue huo haukuwa wito wake, amekimbia wito huo. Ndipo Yesu kwa sababu alimjua kabla hajatunga tumboni mwa mama yake, akamkuta pale. Alimwambia sentensi moja tu, nifuate. Na huyu Mathayo akaondoka akamfuata, ila alimwomba kitu akasema, ninakuomba Yesu niweze kuagana na wale wenzangu wote ambao tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Akaamua kuweza kuaga wenzake, ili anapoenda kufanya kazi ya Yesu afanye kwa uhuru, asikumbuke tena marafiki zake marafiki zake wakaandaa sherehe ya kuweza kumwaga huyu Matayo, na baadaye Yesu naye akaalikwa kwenye hiyo sherehe. Angalia Yesu alivyo na moyo wa ajabu, hakatai mwaliko wa sherehe popote pale. Ukimwalika Yesu hata kama una watu ambao ni wabaya, Yesu anakuja. Mwalike Yesu popote pale, mwalike Yesu katika matukio yako, yaweze kuwa ya furaha, yaweze kuwa ya huzuni, Yesu anakuja. Yesu akaingia katika sherehe hiyo, na ilikuwa ni sherehe kweli kweli. Akiwa humo ndani likaibuka kundi la Mafarisayo ambao kama kawaida walikuwa wakifuatilia nyendo za Yesu. Leo anakwenda wapi? Leo anazungumza kitu gani? Wao Yesu alipoingia kule, ambaye ni mwana wa Mungu, Matayo amefurahia huyu Yesu kuweza kumwita na hawa pia watoza ushuru ambao walikuwa ni wapagani wakafurahia, kwamba mwenzetu ameitwa na Yesu, wanafurahia uwepo wake hawa ambao walikuwa ni washika sheria wakawa na huzuni. Kuna baadhi ya watu katika safari ya maisha yetu hawafurahii wanapokuona wewe ukiwa una furaha, hawafurahii wanapokuona Yesu kwamba yuko pamoja na wewe, hawafurahii kuona mafanikio yako ambayo Yesu amekuinua, hata kama anasali, hata kama ni mtu wa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wana roho ya kifarisayo, watu hao wapo. Angalia, wanaanza kuzungumza maneno mabaya juu ya Yesu katika furaha yake akiwa pamoja na Mathayo amempata kondoo alikuwa amepotea wanafurahia, wanasema kwa nini mwalimu wenu anakula na kunywa na wenye dhambi? Dhambi ni za kwao, kwa nini zinakutesa wewe? Dhambi ni za huyo, kwa nini zikufanya wewe uteseke? Na matokeo yake unaweza kumbeba huyo mtu mdhambi ndani ya moyo wako, badala ya wewe kuweza kwenda na Yesu kwamba Yesu, karibu njoo kwangu, na mimi kwenye familia yangu kuna magonjwa haya, kuna mateso haya, kuna shida hizi Yesu niondolee hii shida niliyokuwa nayo, unaanza kumzungumza Yesu vibaya na wale wa dhambi. Majibu anayotoa Yesu kwamba daktari bingwa utampata katika hospitali ambayo ina wagonjwa wakubwa. Daktari bingwa huwezi ukamkuta katika hospitali ndogo. Akasema kwamba sikuja kuwaita wale ambao wenye haki, nimekuja kuwaita wale ambao wenye dhambi ili waweze kutubu, kwa sababu hawa wana dhambi kubwa zaidi. Yesu ambaye ni daktari bingwa amekuja kwa ajili ya hawa. Akasema katika maisha, sitaki sadaka majitoleo yako, sadaka zako ambazo unaonekana kama ni mtu wa mwenyezi Mungu, lakini ndani mwako una roho ya kinyongo, sadaka yako haitaki, bali anautaka moyo wenye rehema. Yeye anataka huruma, anataka rehema. Ukiwa na moyo wa kuweza kuwahurumia hao wadhambi, ndio hicho Yesu anachokitaka, ila usipokuwa na moyo wa huruma ukajifanya kama una sadaka lakini una moyo wa kinyongo, Yesu akuhitaji. Yeye alikuja kwa ajili ya wadhambi, na anamwita Matayo, na ndivyo anavyofurahia. Hii furaha yake Yesu, anakuhitaji katika maisha yako uweze kumtumikie. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.